Biashara inafanywa juu ya barabara, lakini anagongwa muuza ndizi na muuza karanga juu ya barabara, mnamkamata dereva. Dereva ameenda sokoni au soko ndio limehamia juu ya barabara? Lakini hivi vyote wanamsukumia nani? Dereva, wanamsukumia dereva, lakini hawakumbuki kwamba huyu mtu anaishi vipi na familia yake unapoenda kumfunga miezi miwili au mitatu. Kwa nini msiwafukuzi wafanya biashara juu ya barabara wakaenda sehemu maalum? Darasani unaambiwa, mstari mmoja unaruhusiwa kuovateki uende kwa sababu mbele ni salama, na hata pale sehemu ya kuovateki, na kama sio salama uruhusiwi kuovateki. Hali kadhalika hata kwenye taa zinavyoelekeza, kama ni kijani kwamba unaruhusiwa kwenda, lakini kama si salama uruhusiwi kupita. Lakini wenzetu sio, wamegeuza kitega uchumi kwa madereva. Serikali ni kama imewatelekeza madereva. Elfu mbili kumi na tisa walitushirikisha kwenye kufanya ukaguzi wa madereva kama wana mikataba na nini taarifa ya waziri inasema asilimia themanini na nane pointi sita ya madereva wa sekta binafsi hawana mikataba ya kazi. Kwa hiyo kutokana na kutokuwa na mkataba wa kazi hata kufukuzwa kazi ni hivyo hivyo, wakati wowote wa anaweza kafukuzwa na hana pa kwenda, kwa sababu hana uthibitisho wowote wa kuthibitisha kama ni mwajiriwa. Kwa hiyo hiyo ndio inakuja ina, ina, ina kuongeza kwenye shida kwamba wamiliki wanataka wewe ufanye biashara ya kutafuta hela. Hawajali we sheria, utazimiliki vipi, utafanya nini? Ukifuata sheria kazi huna. Na ndio maana mnaona wa, watu wengi wanaoendesha sasa hivi hawafati sheria kwa sababu ukifuata sheria kazi yako inaisha. Na inaweza uko unaenda Mwanza, kesha Morogoro, kwambie wewe shuka, ukakuta yuko driver pale ambaye anapanda na wewe unashuka pale pale. Madriver wa mia tatu sasa hivi wamefungiwa leseni. Na hao ni madriver mabasi tu, wamekuja kwenye mtindo wa kufunga leseni. Umeovertake kwenye mstari wanakufungia miezi sita wanataka kutupeleka mahali sisi tunaipenda nchi yetu kusimamisha magari tutatesa watu wasiokuwa na hatia kwa hiyo tumeona tupaze sauti ili serikali isikilize kama isikilizi mwisho wake ndio utakuwa huo wala mi nasema bila kuogopa tutaacha kazi ya kuendesha gari tutatafuta kazi nyingine kwa sababu sasa hivi waliofungiwa mia tatu miezi sita miezi minne wanafanya kazi gani au tutatengeneza grupu la majambazi kwa sababu familia inataka mi niilishe inataka niisomeshe, halafu nimefungiwa miezi sita, nyumba ni ya kupanga, mwenye nyumba awezi kusemaf. Kwa hiyo tunatengeneza grupu lingine ama ama ya majambazi aaevu lifungiwa ataanza. Wa media, tufikishieni hizi habari, tumechoka sisi. Tunaomba speed governor. Speed governor tunaiomba, ili hiyo ndo ni salama.